Nam naarifuwa, tunaangazia taarifa nyingine kabla ya kwenda mapumzikoni. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeitaka jamii ya kimataifa kuingilia kati mzozo unaoendelea nchini Sudan Kusini baada ya watu saba kuuawa na 20 kujeruhiwa kwenye shambulio la bomu katika hospitali ya shirika hilo huko Fangak Kaskazini. MSF inasema zaidi ya hospitali 8 zimevamiwa, misaada kuporwa na wafanyikazi kulazimika kukimbia huku majeruhi wakijificha vichakani baada ya hospitali kufungwa. Shirika hilo limeonya kuwa hali itazidi kuwa ambayo wapo hatua ya haraka haitachukuliwa. <coughs>